Pale ulipo ni Mwalimu Samson hapa akikuelekeza katika Kejisea Kiswahili msimbo tisa sufuri mbili mwaka wa 2025. elfu mbili ishirini na tano. Kioo cha Kejisea, muundo wa mtihani. Kwa hivyo ule mtihani ambao unaosubiri unakaa hivi, Kiswahili karatasi ya kwanza ni tisa sufuri mbili mlazo pale moja karatasi ya pili ni insha na utangulizi wa fasihi tisa moja tisa sufuri mbili mlazo mbili. Aa, unapewa muda wa dakika e, saa moja na dakika arobaini. Alama za karatasi zote mbili hujumulishwa kuunda alama za mwisho za somo la Kiswahili. Karatasi ya kwanza lugha. Maelezo ya karatasi, tumesema muda ni saa moja na dakika arobaini na jumla ya alama ni hamsini. Idadi ya maswali ni hamsini, na aina ya maswali, kuna chaguo la majibu, unapewa viteuzi vinne unachagua jibu moja. Aa, inajumulisha maswali ya hamsini na ya kuchagua jibu, alafu maswali yanapima ufahamu wa kusoma e, kuna ufahamu wa kusoma, kuna sarufi na matumizi ya lugha, kuna msamiati, kuna matumizi sahihi ya lugha na kuna mbinu za lugha na nahau. Alafu majibu huandikwa kwenye karatasi maalum ya mtihani. Kwa hivyo utakuwa umepewa kijikaratasi kingine cha nakala ya mkono cha kuandika majibu pekee. Uh, vipengele vya ufahamu hujitokeza mara kadhaa, mfano maswali nambari ya kwanza mpaka nambari ya sita ama saba mpaka kumi na mbili na kadhalika. Maswali yanapima uelewa wa yaliyomo kwenye kifungu. Kwa hivyo ni vizuri usome kifungu kwanza, usome tena uelewe, usonge mbele kidogo, urudi nyuma kidogo, umakinikie majibu ambayo umepewa. Uh, utambulisho wa fomu sahihi za kisarufi na kadhalika. Kenya National Examination Council, KJSEA. Eh, kuna pia uchanganuzi wa sentensi na kuchagua maneno au misemo inayofaa. Alafu kuna matumizi ya methali, nahau na semi. Ah, maagizo yanaangazia usafi wa karatasi ya majibu kuchora mstari kwa umakini bila kutoka nje ya kijisaduku, ama kisaduku. Aa, karatasi ya pili ina insha na utangulizi wa fasihi, utangulizi wa fasihi na muda wake ni risali moja na dakika arobaini na tano alama ni hamsini na ni sehemu mbili a na ba. Sehemu ya a ni alama kumi na tano na ni insha, kazi kuandika insha yenye maneno kati ya mia tatu hadi mia tatu hamsini hizo ni ukurasa moja unusu hadi kurasa mbili ama hadi kurasa mbili na nusu. Aina za insha. Unatarajia insha gani mwaka huu? Kuna barua rasmi uh, iliyo na anwani mbili. Kuna barua isiyo rasmi, yaani barua ya kirafiki, na kuna insha za maelezo, insha za hoja na insha za masimulizi. Hizo ndizo tunazosubiri mwaka huu. Huenda eh, wakaleta moja kati ya hizi Inapima maudhui na uhusiano wake na mada. Kwa hivyo maudhui itakuwa na alama zake, uundaji wa mpangilio wa mawazo utakuwa na alama zake, ubunifu na uhalisia wa mtahiniwa utakuwa na alama zake, alafu matumizi sahihi ya kisarufi, tahajia na alama za uakifishaji zitakuwa pia na alama zake. Kuna alama thelathini na tano ambazo zitakuwa katika sehemu ya ba na huu ni utangulizi wa fasihi imegawanyika katika mazoezi matano e, zoezi la pili ni fasihi simulizi hiyo itakuwa na alama kumi na ni kawaida kuna novela pale ya alama kumi kuna tamthilia ya alama kumi na kuna ushairi wa alama tano uh, jumla ya thelathini na tano fasihi simulizi fasihi simulizi inapima vipengele vya hadithi, unavikumbuka vipera, yani sifa za wahusika, maeneo ya mandhari. Kumbuka kuna mandhari mbili, kuna mandhari ya wakati na kuna mandhari ya hali fulani, na kuna mandhari eh, ma, samani mandhari ya uh, eh, kuna mandhari ya mazingira yaani mahali, e, mandhari ya wakati na mandhari ya hali. Hali ya mhusika inaweza kuwa ni ugonjwa, huzuni, hasira na kadhalika. Alafu kuna mbinu za uwasilishaji. Kumbuka mbinu za uwasilishaji e, ni tofauti na mbinu za mbinu za uandishi. Mbinu za uwasilishaji kwa mfano burukicho, banture, burukicho, banture, nije. Hapana. Una, unaambiwa uwasilishe uandike mbinu za uwasilishaji. Kwa hivyo unapoambiwa uandike mbinu za uwasilishaji pale, usianze kuandika tashibihi, tamadhali, u, u, uanze kuandika e, tanakali za sauti, medhali, hapana. Unaambiwa ni vipi wewe utawasilisha e, wimbo kama huo wa watoto, utawasilisha vipi wewe? Kwa hivyo utakuwa pale kwa kupaza sauti, kwa kupiga makofi, kwa kubadilisha mawimbi, kwa kutumia kasi inayofaa na kadhalika. Hizo ndizo mbinu za uwasilishaji. Alafu kuna mafunzo yanayopatikana katika hadithi fulani ama katika eh, makala ambayo imepewa pale ya fasihi simulizi. Ad, mafunzo ni gani? Ehe, ama umuhimu wa fasihi hiyo ni gani? Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo unastahili ujiangalilie vyema. Tena zaidi katika novela kuna kupima dhamira. Kumbuka dhamira ni dhamira, tulisema ni lengo. Lengo ni funzo gani tunapata, anataka tujifunze nini? Alafu kuna wahusika na sifa zao. Kumbuka wahusika wakuu na wale wahusika wengine na sifa zao ni mbunifu, ni mnyonge, ni mwenye bidii, ni mjanja, vitu kama hivyo. Mfuatano wa matukio, huu ndio tunaita ploti ama msuko, msuko wa matukio. Halafu kuna mbinu za lugha. Hapa ndipo tunaandika tamadhali za lugha ambazo ni misemo, nahau, majazi, visengele nyuma, ritifaa, mbinu nyingine nyingi. Zina, zinaandikwa pale, alafu na ujumbe na mafunzo katika kisa. Hiyo iko katika novela. Unaposoma novela unajifunza nini? Kisha kuna tamdhilia. Tamdhilia hapa inapima nini? Sifa za tamdhilia kama sanaa ya maigizo, muwe makini sana, hiyo italetwa. Sifa za tamdhilia, yani ni kitu gani kinaifanya hii iwe tamdhilia uweze kujua pale dondoo, huwezi kujua mwanzo ina, ina, inakuwa na um, imegawanywa in katika maonyesho. Maelekezo yanaandikwa kwa mlazo, yanawekwa kwa mabano. Baada ya kuandika wahusika upande wa kushoto, unaweka koloni. Ukumbuke vitu kama hivyo, vitakusaidia tena zaidi. Halafu kuna matumizi ya mbinu za lugha katika E, kama vile utohozi e. utohozi ni kubadilisha maneno kutoka kwa Kiingereza kuyaleta moja kwa moja yawe ya Kiswahili. Kwa mfano engine inakuwa injini e, hivyo tu. sitiari na hau na tanakali za sauti hizo uzikumbuke. Halafu kuna umuhimu wa maelezo ya herufi za mlazo katika tamthilia, vile tumesema zinaeleza nini e, maelezo ya mlazo yanasaidia nini? Yaani stage directions zinasaidia nini? Ukujikumbushe, ujikumbushe hiyo sehemu, ni muhimu tena zaidi. Alafu kuna sehemu ya tano ambayo inaitwa ushairi. Ushairi hapa kumbuka nini? Ujumbe wa, wa shairi, yaani maudhui, maudhui ujumbe swala ambalo linaangaziwa pale katika shairi. Halafu kumbuke wahusika wanaolengwa na, kuwa, na au kushauriwa katika shairi hiyo. Halafu mbinu za lugha, kumbuka mbinu za lugha lazima zionekane alafu ka, eh, kama kurudia rudia maneno, kuna takriri, kuna inkisari, kuna mazda, kuna tabdila, kuna kuboronga sarufi, kuna hizo zote. Kenya National Examination Council, if you have not subscribed to our channel, subscribe. Mbinu nyingine ni kama taswira taswira taswira, yani picha inajijenga kwenye akili yako ama mshairi unapoendelea kusoma ama kukariri shairi. Karatasi ya kwanza tumesema kila swali alama ni moja, kwa sababu ni zile za abachada, yani vina viteuzi, maswali yana viteuzi. Jumla ya alama pale tumesema ni hamsini. Kwa hivyo maswali ni hamsini. Kwa insha tumesema ni alama kumi na tano na fasihi simulizi, novela, tamthilia na ushairi, zote jumla ya alama, alama thelathini na tano Makini, yaani usahihishaji unaangazia e, ufasaha na usahihi wa lugha, uelewa wa vipengele vya fasihi na uhusiano wake na maisha ya kila siku, alafu uwezo wa kuandika mawazo kwa mtiririko unaolengwa. Uendeshaji wa mtihani. Uendeshaji wa mtihani utafanywa na aa. Jumla ya alama za mtihani wa Kiswahili KJSEA ni alama mia moja. Kwa hivyo ni hamsini kujumulisha hamsini itakuwa mia. Na NEC itabadilisha matokeo ghafi kuwa alama za kitaifa kwa kiwango cha asilimia mia, mia moja. Somo la Kiswahili lina mchango mkubwa katika kuendeleza maadili mema na utambulisho wa kitamaduni. Kumbuka kuwa kukuza stadi za mawasiliano ni mojawapo ya mchango mkubwa wa somo la Kiswahili. Pia kuna kukuza uelewa wa fasihi na changamoto eh, kama chombo cha uh, kuelimisha na kuburudisha. Asante sana, endapo hujajiunga na chaneli hii unaweza kuifanya hivyo kwa kubonyeza subscribe ama membership. Asante na Mungu akubariki, endelea kufanya bidii katika masomo yako na utafua dafu.